Naitwa Judika Emmanuel Palanjo mkurugenzi wa shirika la Restore Hope for Youth. Mwaka 2024 tuliweza kutembelea eneo hili lenye vyanzo vya maji na kuona uharibifu ambao uliweza kutokea. Na leo mwaka 2025, Judika Palanjo ametuleta tena katika eneo hili ambako tunakwenda kuona athari kubwa zaidi ya uharibifu ambao umetokea katika vyanzo hivi vya maji. Tunavyoangalia hapa, kuna chanzo cha maji ambacho kilikuwa hapa, lakini kulingana na utunzaji wa mazingira ya hapa, hiki chanzo kinakwenda kupotea. Hata pale kwenye chanzo kabisa, pale kwenye jicho lenye panapotoa maji, bado wanaendelea kukata majani, kama jinsi unavyoona, panakatwa majani na tunakoelekea kitakwenda kupotea kabisa kama pasipofanyiwa marekebisho au kuboreshwa. Tunaelekea kwenye chanzo kingine cha maji ambacho na chenyewe pia kiko kiko hatarini kutoweka, kiko hatarini kutoweka. Tuko safarini bado, najua kali hili lakini, kwa sababu ni kazi ya kijamii, hamna jinsi, lazima kukitua hapa. Tunaona chanzo kingine cha maji ambapo kwa mwaka jana kilikuwa na maji kidogo, lakini kwa mwaka huu maji hayo yametoweka kabisa. Mwaka jana, nashukuru kwamba tulipata elimu ya mazingira, na baada ya elimu ya mazingira tuliyopata darasani, lakini pia tulipata nafasi ya kutembea, kilikuwa ni kikundi cha para ambacho kulikuwa kinashughulika na mambo ya mazingira. Lakini mwaka jana baada ya kutembelea mwaka jana. Hapa palikuwa na neema ni chemchemu tizi palikuwa na neema micho, palikuwa na vyanzo vingi vya maji moja mbili tatu nne mpaka vitano sehemu moja, lakini vimekauka vyote, hapa ndio bado kwa Kiswahili, rais rais wanaeza kusema inadema, ina demadema ina malizikia malizikia. Na nirudi kule kule kwamba ni muhimu ushirikishwaji uwepo wakati wa mafunzo ya mazingira Uongozi wa serikali ukapata taarifa hii, ili eneo likatengwa likawekewa na fence, ikaboreshwa kufufua. Na tunahitaji yani wakufunzi kutoka, yani wakufunzi ambao wamesomea mambo ya kufufua vyanzo vya maji kama hivi ambavyo vimetoweka, kama hivi ambavyo vinaendelea kutoweka. Wale wakufunzi ambao ndo wamesomea hayo mambo ndo waje hapa warejeshe, ibaki kama historia kwamba iki chanzo kilikuwa kinapotea, lakini mkufunzi fulani akaja akafanya hapa akapaboresha mpaka chanzo kimerudi hali yake ya kawaida. Pia watu wengi bila ya kujua wamekuwa wakitupa mabaki ya chupa za sumu na madawa mengine ya kilimo katika vyanzo vya maji, wanarusha makopo ndani. Haya makopo ni ya sumu yanayoonekana huko ndani. Hizi ni ni, poison, ni sumu ambazo zimepigwa kwenye bustani, alafu makopo yanakuja kurushwa huko. Mmeona chupa za sumu chini kule kwenye maji, ambayo pia ni hatari kwa mwanadamu. Lakini pia sio hiyo tu kwenye maji hata pembeni ya chemchemu unaweza kuona vitu kama hivi. Hizi ni chupa zenye, hizi ni chupa za sumu tena kali sana. Unaweza kuona hata jina lake ukaisoma, unaweza uka, ukasoma jina lake la hii sumu. Hii sumu ambayo imepigwa kwenye bustani nyingi, zingine ni za kuua majani, lakini zikishatumika zinarushwa kwenye chemchemu. Hii ni mbolea. Hii ni mbolea, lakini pia tayari imesharushwa katika eneo hili ambayo ni hatarishi sana. Mr. Palanjo anaelezea uhitaji mwingine mkubwa ambao unahitajika kwa sasa ili kuweza kuviokoa vyanzo hivi vya maji. Kuna uhitaji mkubwa wa elimu kwa jamii, lakini pia kuna uhitaji mkubwa wa miti, lakini pia kuna uhitaji mkubwa wa kushirikiana kwa ukaribu na serikali ya kijiji cha eneo hili, ili kutenga hili eneo maalum na kuweka na kuna wananchi wafahamu sheria zile za kulinda vyanzo vya maji ili kama ni nusu eka nzima ikakatwa mahali hapa ikawekewa uzio, ili uharibifu wa chanzo cha maji kama hiki usiendelee.